Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimesema mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lisu anayeshikiliwa na polisi mkoani Ruvuma yupo njiani kusafirishwa kwenda jijini Dar es Salaam. Lisu anayedaiwa kushikiliwa na polisi mkoani Ruvuma hapo jana Aprili tisa, muda mchache baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Mbinga mkoani Ruvuma. Wakati Lisu akidaiwa kuendelea kushikiliwa na polisi, huku wenzake watatu wakiwemo walinzi wake na kada mmoja wa chama hicho, Shija Shebeshi, wameachiwa huru. Akizungumza, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia amesema safari ya Lissu kusafirishwa kupelekwa jijini Dar es Salaam ilianza jana jioni baada ya kukamatwa na kupelekwa kituoni. Hata hivyo, hadi sasa bado haijafahamika chanzo cha Lissu kushikiliwa na polisi, ingawa jana kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Mariko Chia alisema kuwa yupo katika ufuatiliaji kuthibitisha kuwepo kwa taarifa hizo. Jitihada za kumpata kamanda wa polisi mkoa Ruvuma Marcochia au msemaji wa polisi zinaendelea.